tunawaasa wananchi wote na hususani vijana wawe waangalifu na watu wasioitakia mema nchi yetu, kwa kuepuka kutumwa vibaya kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani utulivu. Na amani tuliyo nayo ni tunu na hatuna budi kuilinda kwa nguvu zote kwa maslahi ya taifa letu. Na nne, wadau wote wa uchaguzi na hususani vyama vya siasa, tunawahimiza na kuwakumbusha kuwa wana wajibu mkubwa wa kuhakikisha kuwa uchaguzi unafanyika katika hali ya amani ya utulivu, kwa kuendesha kampeni zenye staha na kuzingatia sheria na miongozo mbalimbali ya uchaguzi kuwa uchaguzi atia sheria na maongozo mbalimbali ya uchaguzi. Ikumbuko uchaguzi mkuu unafanyika kwa kuzingatia Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba ibara ya arobaini na mbili ibara ndogo ya pili na ibara ya sitini na tano lakini pia sheria ya uchaguzi namba moja ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne katiba ya zanzibar inu, na ya mwaka 1984 pamoja na sheria ya uchaguzi wa zanzibar namba 4 ya mwaka 2018 ninawapongeza na kuwashukuru dk samia suluhu hassan rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania na dk hussein ali nini katika mambo hayo na anawezekana kutokana na uongozi wao mzuri. Lakini vile vile nawakumbusha vijana wakikimbiza Mwenge wa Uhuru kitaifa, kwa taifa limewaamini na kuwapa jukumu hili kubwa jinsi na muhimu. Ni wajibu wa kila mmoja wenu kutekeleza jukumu hili kadibii, juhudi, nidhamu, uadilifu na maarifa wakati wote kupitia mbio za Mwenge wa Uhuru nawasihi, msisite vitendo vyote vya udhalimu na ubadhirifu wa fedha na mali za umma bila woga. Za Mwenge wa Uhuru zinakuwa kichocheo kikubwa cha maendeleo ya wananchi na taifa kwa jumla, kwani kupitia mbio hizi wananchi wanahamasika kubuni, kuandaa na kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo yenye manufaa kwa jamii na uchumi wa maeneo yao.

mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Hussein Ali Hassan Mwinyi rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa umahiri na uwajibikaji mkubwa wa hali ya juu wa kutukuka katika kusimamia vyema maendeleo ya msingi ya nchi yetu, kuna kwa kuwatumikia wananchi wote wa Tanzania katika a uendeshaji wa sekta ya elimu, afya, maji, miungo, barabara, michezo, umeme na uageshaji wana nchi kiuchumi. Kwa kweli, waheshimiwa, mareisetu hawamko wetu wa Pwani utatembelea halmashauri tisa na zilizo katika wilaya saba na utaenda jumla ya kilomita elfu moja mia tatu nukta tatu na utaweza kushughulikia jumla ya miradi sitini na nne ni thamani ya shilingi trilioni 1 bilioni 28 milioni 896 elfu 947. Aidha, utatumia tumu hii kuandaa wananchi kwa ajili ya ushiriki wa